Maandamano nchini Madagascar yalizuka mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka 2025 kama mwitikio wa hali mbaya ya maisha iliyoathiri mamilioni ya raia kwenye kipindi cha miezi kadhaa ya mwisho ya utawala wa Rais Andry Rajoelina. Kwa muda mrefu wananchi, walikuwa wakilalamikia kupanda kwa gharama ya maisha, ukosefu wa ajira, kupungua kwa huduma za umma, kukatika kwa umeme na maji kwa muda mrefu pamoja na tuhuma nzito za matumizi mabaya ya madaraka serikalini. Kilichokuwa kimeanza kama maandamano ya kawaida ya kiraia mwishoni mwa Septemba mwaka 2025 kiligeuka kuwa mnyukano mkubwa kati ya wananchi, serikali na baadaye vyombo vya ulinzi na usalama vya taifa hilo. Katika miji mikuu ya Antananarivo, Toamasina, Mahajanga na miji mingine mamia ya vijana walimiminika mitaani wakiwa wamebeba mabango yaliyosomeka Rajoelina masgo haki kwa wananchi, na Madagaskar bila ufisadi. Kikundi cha vijana kilichojiita Gen Z Madagascar kilichukua jukumu la kuratibu maandamano hayo kupitia mitandao ya kijamii kama X, zamani Twitter, Facebook na TikTok, kikitumia alama ya ishara ya Rajoelina auti. Hali ilizidi kuwa mbaya zaidi wakati serikali iliposhindwa kutoa suluhisho la haraka kwa mgawanyo mkali wa umeme ulioathiri hospitali, shule na biashara. Wakati huo huo, bei ya bidhaa muhimu kama vile mkate, mafuta ya kupikia na mchele zilipanda kwa zaidi ya asilimia 40 ndani ya miezi mitatu, jambo lililoongeza hasira kwa raia. Serikali ilijibu kwa kuanzisha marufuku ya kuandamana na kupeleka vikosi vya polisi kuwatawanya waandamanaji. Mabomu ya machozi, risasi za mpira na kukamatwa kiolela vilitawala mitaani, lakini hali hiyo haikukomesha maandamano. Badala yake yaliingia katika awamu mpya ya upinzani wa wazi dhidi ya utawala wa Rais Rajoelina. Katika kile kinachoonekana kama hatua ya kihistoria, kitengo maalum cha jeshi la Madagaskar kinachoitwa CAPSAT kilitangaza kupitia taarifa rasmi kuwa hakitashiriki katika operesheni yoyote ya kijeshi dhidi ya raia wanaodai haki zao. Hii iliashiria mwanzo wa uasi wa kijeshi dhidi ya mamlaka ya kiraia. Wakati polisi wakizidi kukandamiza maandamano kwa nguvu, wanajeshi wa CAPSAT walionekana mitaani wakiwalinda raia badala ya kupambana nao. Hii ilipelekea baadhi ya wanajeshi na vikosi vingine kuanza kujiunga na msimamo wa CAPSAT na hivyo kusababisha mgawanyiko mkubwa ndani ya jeshi la taifa. Jeshi hilo lilitangaza kuwa limechukua hatua hiyo ili kuepusha umwagaji damu usio lazima na kuhifadhi amani ya kitaifa. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa jeshi la Madagaskar kujitokeza waziwazi, wazi wazi, na kusema halitaunga mkono tena serikali ya Rais Rajoelina, huku wakiahidi kulinda raia na kurudisha mchakato wa kidemokrasia. Katika mgogoro huo, bunge la kitaifa la Madagaskar liliitisha kikao cha dharura ili kujadili mustakabali wa taifa. Wabunge wengi, ikiwemo wa chama tawala, walivunja ukimya na kupiga kura ya kutokuwa na imani na Rais Rajoelina. Kura hiyo ilipitishwa kwa wingi mkubwa, jambo lililoashiria kuwa hata ngome ya kisiasa rais haikuwa na imani naye tena. Hatua hiyo ilikamilisha mchakato wa kikatiba wa kumwondoa rais Rajoelina madarakani, ingawa hakuwa tayari kukubali uamuzi huo. Kwa taarifa za kuaminika, aliondoka kwa haraka nchini humo na kuelekea katika nchi za kigeni, zikiwemo Mauritius au Reunion, kupitia msaada wa kiulinzi kutoka jeshi la kigeni, ikihisiwa ni la Ufaransa. Kuingia kwake mafichoni kulithibitisha kuwa hakuwa na udhibiti tena wa vyombo vya dola. Siku chache baada ya kutimuliwa kwa rais Rajoelina, jeshi lilitangaza rasmi kuchukua madaraka ya uongozi wa kitaifa. Kanali mkuu wa CAPSAT alizungumza kupitia runinga ya taifa, alieleza kuwa jeshi halina nia ya kudumu madarakani, tunachukua mamlaka ili kuhakikisha mpito wa amani, kurudisha demokrasia ya kweli na kuhifadhi umoja wa kitaifa. Katika hotuba hiyo, alieleza kuwa serikali ya mpito itaundwa ikijumuisha viongozi wa kijeshi viongozi wa kiraia na wawakilishi wa asasi za kiraia. Katiba ya sasa ilisitishwa kwa muda na bunge likabaki chini ya uangalizi wa kijeshi kwa kipindi cha mpito. Mahakama Kuu ya Katiba, taasisi muhimu katika mchakato wa kisiasa, nayo ilisitishwa kwa muda hadi itakapotangazwa upya. Jeshi pia liliahidi kwamba uchaguzi mpya utatangazwa baada ya kipindi cha utulivu kupatikana na kwamba mchakato wa kurekebisha katiba kwa ushirikishwaji wa wananchi utaanza mara moja. Hatua ya kijeshi ya kuchukua madaraka Oktoba 14 mwaka 2025 ilipokelewa kwa hisia tofauti. Wengi waandamanaji waliokuwa barabarani walishangilia, wakiamini kuwa hatimaye mfumo wa kidikteta umeanguka. Maandamano yakegeuka sherehe, huku baadhi ya huko raia wakipiga makofi na kushirikiana na wanajeshi kusafisha barabara. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu na baadhi ya mataifa ya kigeni walieleza wasiwasi juu ya mapinduzi hayo, wakisisitiza umuhimu wa kurejesha uongozi wa kiraia haraka iwezekanavyo. Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa na Ufaransa, nchi yenye ushawishi mkubwa wa kisiasa nchini humo, walitoa wito kwa jeshi kuhakikisha hakutakuwa na uvunjaji wa haki za binadamu na kutangaza ratiba ya uchaguzi huru haraka. Serikali ya mpito inayosimamiwa na jeshi sasa inakabiliwa na kazi ngumu, kama kurejesha utulivu na usalama nchini, hasa maeneo ya vijijini, ambapo vikundi vya waasi au halifu huenda wakajaribu kujinufaisha na ombwe la mamlaka, kuwajumuisha wawakilishi wa makundi yote ya kijamii na kisiasa ili kuepusha chuki, visasi au mapambano ya madaraka, lakini pia kushughulikia uchumi uliodorora